Mdaya, Ura, hoganina, ushili, kini, kini, mjegene, na Baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa upendo wako kwetu unaoendelea kutupatia tunapoenda kujifunza somo kuhusiana na ubatizo wa kweli. Katufunulie haya kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Ubatizo wa kweli ni tendo la mtu mwenye fahamu kuamua kumfuata Yesu Kristo baada tu ya kutubu dhambi zake, na anazamishwa kabisa ndani ya maji kama ishara ya kufa na kwa maisha ya dhambi na kufuka kwa maisha mapya ndani ya Kristo. Sifa za ubatizo wa kweli: moja, unafanyika kwa kuzamishwa ndani ya maji, tena maji mengi; lakini mbili, anatanguliwa na toba na imani kwa Yesu Kristo; tatu, mhusika ni mtu mzima mwenye uelewa wa toba; lakini nne, ni agizo la Yesu mwenyewe. Tuone mafungu ya Biblia ambayo yanathibitisha ubatizo wa kweli. Yesu mwenyewe alibatizwa kwa kuzamishwa tena kwenye maji mengi. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 16, naye Yesu alipokwisha kubatizwa alipaa mara kutoka katika maji. Lakini vilevile Yesu aliamuru watu wote wabatizwe. Kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ubatizo ni kwa watu waliotubu na kuamini Kitabu cha Matendo Mitume sura ya pili mstari wa 38, na Petro akawaambia tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mfano wa watowashi wa Ethiopia alielewa kabla ya kubatizwa. Kitabu cha Matendo Mitume sura ya 8 mstari wa 36 hadi 39, na waliposhuka majini Filipo akambatiza. Ubatizo unamaanisha kuzikwa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye, kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 3 hadi mstari wa 5, tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, ili kama Kristo alivyofufuka katika wafu, vivyo hivyo nasi tuenende katika upya uzima. Mifano ya ubatizo sio wa kweli, yani ubatizo za uongo, moja ni ubatizo watoto wachanga. Watoto wajatubu wala kuelewa maana ya ubatizo lakini vilevile hakuna mahali Biblia inafundisha kwamba kubatiza watoto wachanga. Lakini ubatizo wa pili ambao ni ubatizo usio wa kweli, ni vilevile Biblia, maji, ubatizo ambao usio kweli, ni ubatizo sahihi ni ubatizo kwa jina la dhehebu au kiongozi wao. Biblia inasisitiza ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, Matendo ya Mitume 2:38 na Matendo ya Mitume 10:48. Ubatizo mwingine ambao ni ubatizo usio wa kweli, ubatizo bila toba wala imani. Watu wengi hubatizwa kwa sababu ya kulazimishwa au kufuata desturi bila kuelewa maana ya maana halisi au toba ya, ya kweli. Kwa hiyo utofauti unakuja hapa kwamba Ubatizo wa kweli lazima, njia ya ubatizo iwe ni kuzamisha ndani ya maji, maji mengi, lakini anaye batizwa awe ni mtu mzima mwenye toba na imani, lakini maandalizi iwe ni toba na mafundisho ya neno la Mungu. Jina litumike jina la Baba, mwana na roho Mtakatifu, au kwa jina la Yesu kwa muktadha wa Matendo. Kwa hiyo maana ya kiroho huonyesha kwamba ni kifo kwa dhambi, kuzikwa na kufuka katika Kristo. Ubatizo wa kweli ni agizo la Yesu Kristo na ni muhimu kwa wokovu. Marko 16:16 ni kwa ajili ya wale waliotuba na kuamua kumfuata Yesu, unapaswa kufanywa kwa kuzamishwa ndani ya maji. Mafundisho yoyote yanayopingana na haya ni ya uongo na yanapaswa kukataliwa. Yohana 3:3 nasoma kwamba mtu akizaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Baba Mungu, asante kwa kutufunulia haya. Asante kwa kutufundisha leo somo la ubatizo wa kweli. Tupatie neema na nguvu ya kupambanua mafundisho haya. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina.